Habari zenu, kila mtu. Leo tunaangalia maendeleo muhimu ya kidiplomasia yanayohusisha Uturuki na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan hivi karibuni alitangaza kwamba maandalizi yanaendelea kwa mkutano muhimu kati ya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na Rais wa Marekani Donald Trump. Tangazo hili lilitolewa wakati wa jukwaa la diplomasia la Antalya 2025 ambalo lilimalizika Aprili. Jukwaa hilo lilikuwa tukio kubwa lililowaleta pamoja washiriki zaidi ya sestit kutoka nchi sento simtipimv. Ndio, nchi sento simtipimv miongoni mwao walikuwa marais na mawaziri wakuu 21, mawaziri 64, na wanadiplomasia na wataalamu wengi. Jukwaa hilo lilijadili masuala mbalimbali muhimu kuanzia hali ya Gaza na Syria hadi vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine kuwawezesha wanawake na kupambana na ubaguzi wa rangi pia yalikuwa mada muhimu. Uturuki ilisisitiza kujitolea kwake kutafuta suluhu za kidiplomasia na kukuza ushirikiano wa kikanda, wanapigania amani huko Palestina na utulivu huko Syria. Sasa ziara iliyopangwa ya Erdogan kwenda Syria pia inatengeneza vichwa vya habari. Ingawa maelezo kuhusu muda na mahali bado yanaendelea kufanyiwa kazi, ni wazi kwamba Uturuki inataka kuchukua jukumu muhimu katika utulivu wa kanda hiyo. Wakati wa jukwaa hilo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alikutana na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov kujadili uhusiano wa nchi mbili na vita vya Urusi na Ukraine. Usalama katika bahari nyeusi ulikuwa mada nyingine muhimu. Kuhusu bahari nyeusi, wizara ya ulinzi ya Uturuki imetangaza mkutano maalum wa usalama utakaofanyika Aprili 25 na 26. Mkutano huu utafanyika katika makao makuu ya jeshi la wanamaji kunchi zingine zikishiriki. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraini Andrii Sibiha pia alipongeza juhudi za Uturuki. Alielezea hamu ya Ukraini ya kumaliza vita na kutambua jukumu la Uturuki katika kukuza utulivu wa kikanda. Wakati huo huo, tovuti ya World Socialist Website inaweka mkutano wa Erdogan Trump katika muktadha wa juhudi za Marekani za kuunganisha Uturuki na Israel dhidi ya Iran. Hii inakuja wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel huko Siria na juhudi za upatanishi za Trump kati ya Uturuki na Israel. Ni hali ngumu na yenye pande nyingi kwa kusema kidogo. Makala ya WSWS pia inaangazia ukosoaji wa Erdogan kuhusu vitendo vya Israel dhidi ya Wapalestina, huku ikibainisha ushirikiano unaoendelea wa mafuta kati ya Uturuki na Israel. Zaidi ya hayo Uturuki inahifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani na NATO ikiwa ni pamoja na kituo cha rada cha Kurechik ambacho hutoa taarifa za kijasusi dhidi ya Iran. Kwa hivyo haya yote yanamaanisha nini? Ni wazi kwamba Uturuki inapitia mazingira magumu ya kidiplomasia ikisawazisha uhusiano na wachezaji wakuu wa kimataifa huku ikitetea utulivu wa kikanda. Mikutano na majukwaa yajayo, bila shaka, yatabainisha mustakabali wa mahusiano haya ya kimataifa. Asanteni kwa kutazama. Endelea kupata habari zaidi kwa kubonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha arifa. Tutaonana wakati mwingine.